Baadhi ya wakulima katika kata ya Galapo wakizungumza katika mashamba darasa yaliyoandaliwa na mradi wa Norish unaofadhiliwa na nchi ya Norway kupitia shirika lake la maendeleo la Norad, wanaeleza walivyonufaika na mradi huo kwa kupatiwa mbegu chotara za alizeti. Baada ya kupata hiyo elimu, kwa kweli, tumeendelea kwenda kueneza kwa wakulima wenzetu na hata wakulima wamepokea elimu hii na hata pia wamekuja kugundua kwamba wanaweza wakakabiliana na hali hali halisi ya, ya hali ya tabia nchi wakipanda mbegu hizi wananufaika. Kwa hiyo sio sawa na zamani. Zamani tulikuwa tunapanda ya mambegu ya kienyeji, lakini kwenye kipato unakuja kukuta kipato huwezi kupata i, kulingana na hali ya tabia nchi tayari unakuwa umepata hasara ya, ya kilimo. Meneja mradi wa Norish mikoa ya Manyara, Dodoma na Singida Lucas Mongi amesema mradi huo unalenga kusambaza teknolojia bora kwa wakulima. Mradi wetu lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba wakulima wadogo wadogo wanakuwa na usalama wa chakula, wanakuwa na lishe bora, lakini pia wanafanya kilimo stahimilivu chenye tija kinachokabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo kwenye siku ya leo tumeweza kuwakutanisha uh, wakulima uh, pamoja na makampuni mbalimbali mbali, ambayo yanatoa pembejeo za kilimo ikiwa ni sehemu ya kutoa elimu ya mbinu bora za kilimo. Mradi umefanikiwa kuwawezesha mashamba darasa kwa pembejeo bora na viuatilifu. Mradi umefanikiwa kuanzisha mashamba darasa 67, ambapo 47 ni ya alizeti, 42 ni ya maragerishe, 10 ni ya viazilishe na 37 ni ya mtama. Kwa upande wake, mwakilishi wa mkuu wa wilaya ya Babati, Alfani Matipula, ameupongeza mradi wa Norish ambao ni mkombozi kwa wakulima wengi. Mimi kipekee naomba niwapongeze sana wadau lakini pia kwa ajili ya mradi huu wa Nourish umetusaidia sana kwenye kwenye kwenye maonyesho, ambapo nilianza kupita kwenye yale mashamba pale, nimeona kazi kubwa inayofanywa kuanzia kwenye mashamba darasa. Ukiangalia lile shamba darasa na ukija kufananisha na mashamba mengine ambayo hayana usimamizi, unaweza kuona tofauti kubwa sana tunategemea kuvuna kwa mazao ya chakula ni tani laki mbili na elfu hamsini na kwa mazao ya biashara tunategemea kuvuna tani laki nne na elfu sitini. Hayo ambayo tunategemea kuvuna kwa mazao ya biashara. Nimefurahishwa sana sana na elimu ambayo imeandaliwa mahali hapa, naona kabisa inaenda kutukombolea watoto wetu, maana yake sisi ni wakulima wazuri. Tunalima mazao mbalimbali mbali, alizeti, mahindi, ngwala, maharage, mbaazi. Lakini cha kushangaza bado tuna watoto wachache wenye utapia mlo. Nikiripoti kutoka hapa katika shamba darasa lililopo katika kata ya Galapo, wilaya ya Babati, mkoa wa Manyara, mimi ni Ferdinand Shayo wa RTV.